Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ni kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni mimi ndugu yako Adam Komba kutoka kwa Bishop Anthony Asenga. Ndugu, leo ningependa ni share na wewe watu wa au hizi dini mbili ambazo kipindi cha Yesu Kristo yuko hapa duniani, alikutana na hizi dini mbili. Hizi dini mbili zilikuwa ni dini ambazo zina tabia au zina mambo ya kipekee sana. Na dini ya kwanza ilikuwa ni dini ya Mafarisayo na dini ya pili ilikuwa ni dini ya Masadukayo. Mafarisayo walikuwa ni watu wa namna gani? Mafarisayo walikuwa ni watu ambao wanaamini kwamba kuna kiama cha wafu. Amini kuna siku kila nafsi itaenda kusimamishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu na zitafanywa hukumu. Wao walikuwa wanaamini juu ya ufufuo. Kwa hiyo walikuwa wanaamini kwamba kuna siku moja wafu watafufuliwa na wataenda kuhukumiwa. Na kwa msingi huo walikuwa wanaamini juu ya uwepo wa Mungu lakini pia Mafarisayo walikuwa wanaamini juu ya uwepo wa malaika. Mafarisayo walikuwa wanaiamini torati ya Musa. Lakini Masadukayo, ambayo ni dini ya pili iliyokuwepo kipindi kile Yesu yuko hapa duniani, walikuwa wanaitwa ni hiyo Masadukayo. Masadukayo walikuwa hawaamini hivyo vitu vyote vitatu ambavyo Mafarisayo walikuwa wanaviamini. Kwa hiyo wao walikuwa wapo kinyume na Mafarisayo. sasa awa Mafarisayo sifa yao kubwa ilikuwa ni nini au wakati Yesu amekuja wa hapa duniani, tabia yao ambayo Yesu alishindana ali nao sana na aliwakemea sana, kwa sababu walikuwa wanaonekana ni watu wa dini, lakini ndani yao walibeba roho za unafiki. Kama kuna dini ambayo ilikuwa imebebwa na roho ya unafiki, dini ya kwanza ni hii dini ya mafarisayo. Sasa nataka nikupitisha kwenye baadhi ya maandiko uone unafiki ambao mafarisayo walikuwa nao, na hapo unaweza ukajifunza, je, hata kwa nyakati zetu wapo watu wanaojiita wanadini lakini wamebebwa na roho ya unafiki. Unafiki ni kwenda kinyume na kile na ile imani ya kweli, manaake unaweza ukawa unajua kabisa ili na ili ni haki, lakini mwisho wa siku auisimamii ile haki, unasimamia mambo yako wewe unayoyaamini wewe, hiyo ni roho ya unafiki Unaujua ukweli ni huu au, usimamii ukweli, unasimamia vitu kinyume, kwa nia yako tuwe mwenyewe na masilahi yako binafsi. Sasa hiyo ni roho ambayo pia Mafarisayo walikuwa nayo. Tukipitia kwenye Biblia takatifu kwenye Injili ya Mathayo sura ya ishirini na tatu mstari wa ishirini na tano hadi ishirini na nane unaona unafiki ambao Mafarisayo walikuwa nao. Biblia takatifu kwenye iko kitabu cha Mathayo sura ya ishirini na tatu mstari kuanzia wa 25 neno la Mungu linasema hivi "Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki." unafiki wao ni upi mpaka Mungu au Yesu anawapa neno ole? Anasema kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi hawa mafarisayo wanasafisha nje ya kikombe, tena kwa kutumia dawa kabisa ya kusafishia, lakini ndani ya kikombe anasema umejaa uasi na kutokuwa na kiasi na unyang'anyi. Anaendelea kwa kusema mstari wa ishirini na sita, ewe farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Wewe mfarisayo mnafiki, ukitaka kuonekana msafi, anza kwanza kwa kusafisha ndani yako halafu huku nje nako ili kupate kuwa safi. Anaendelea kwa kusema, ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnafanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote kwa nje walikuwa wanaonekana ni wasafi anawasema, anawafananisha mafarisayo na makaburi yaliyopakwa chokaa. Yani kaburi ukilitazama kwa nje likiwa limepakwa chokaa, limepakwa rangi, unaliona ni safi na linapendeza kabisa, lakini ndani ya ile kaburi imejaa mifupa ambayo imeoza na uchafu wote. Sasa anaendelea kwa kusema, vivyo hivyo ninyi mafarisayo, ninyi watu wa dini, nyie mnajifanya mmeishika dini ninyi kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Hawa ni watu wa dini, kwa nje walikuwa wanaonekana ni watu walioishika dini, lakini kwa ndani wamejaa unafiki na maasi. Pale anatuambia kwamba kwa nje walikuwa ni sawasawa na vikombe ambavyo kwa nje vinaonekana ni visafi, lakini ndani ni waovu. Kwa hiyo kwa msingi wa Mafarisayo, kwa namna ya nje ulikuwa ukiwatazama kuvaa kwao, kuongea kwao kwa namna ya nje unaweza kuona hawa ni watu walioishika dini, lakini ndani ya roho zao wamejaa unafiki, ndani ya mioyo yao wamejaa unafiki na uasi wa kila namna. Wewe unaweza ukajiuliza, je, watu wa namna hiyo au dini za namna hiyo hadi kwa nyakati zetu zipo? Au watu wa namna hiyo wapo? Watu ambao wanapenda kuonekana ni kondoo, lakini ni mbwa mwitu wa hatari. Wanapenda kuonekana ni watu walioishika dini, walioishika imani, lakini ni mbwa mwitu wa hatari, ni wanafiki wanajionyesha tu kwa nje ni watu wa dini, lakini kwa ndani ni wanafiki waovu, wauaji na watenda mabaya ya kila namna. Hiyo ndio roho walikuwa nayo Mafarisayo. Lakini tabia nyingine ya Mafarisayo unaipata kwenye kitabu cha Mathayo sura ya kumi na mbili, kitabu hiko hiko cha Mathayo sura ya kumi na mbili. Ukisoma ule mstari wa Mathayo kumi na mbili mstari wa kumi na tatu na wa kumi na nne neno la Mungu linasema hivi kisha akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyosha, ukapona ukawa mzima kama wa pili. Lakini wale mafarisayo wakatoka, wakafanya shauri juu yake jinsi ya kumwangamiza. Unaona, hawa watu ni watu wanaomwamini Mungu, ni watu wanaoamini torati ya Musa, lakini roho zao unakuta pia bado wana roho za uaji. Wakataka kumuua Yesu kwa sababu tu amemponya mtu, manaake walikuwa pia na roho za kutamani kumwaga damu zisizo na hatia. Ni watu wa dini. Je, watu wa dini hizo pia nyakati zetu zipo? Ni watu wanaosema wanamcha Mungu, wanamwabudu Mungu wa mbinguni, lakini bado wana roho za uaji. Je, wewe unavyozani wapo? Hilo ni swali nakupa wewe. Kwa hiyo lo pia ya mafarisayo na unafiki wao, walikuwa wanajifanya wanamwabudu na Mungu, lakini walikuwa na roho za uaji ndani yao, lakini walikuwa na roho za kutamani kumwaga damu za watu hao, walikuwa ni Mafarisayo. Sifa nyingine ya Mafarisayo utaikuta kwenye kitabu cha Mathayo pia sura ya 23 mstari wa pili na watatu. Anasema hiyo Mathayo 23 mstari wa pili na watatu. Neno la Mungu linasema hivi: Waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa, basi yoyote watakayowaambia myashike na kuyatenda, yoyote watakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao unena, lakini hawatendi. Sifa nyingine ya mafarisayo wa unafiki wao walikuwa wameketi, maandiko yanasema wameketi kwenye kiti cha Musa, maana waliketi kwenye kiti cha Torati, kiti cha sheria. Wanasimamia sheria ya Musa na walikuwa wanafundisha sheria ya Musa ambayo Biblia inasema Torati ni takatifu. Walikuwa wanafundisha watu mambo matakatifu, lakini wao wenyewe walikuwa hawatendi yale mambo matakatifu. Kwa msingi huo, walikuwa wanafundisha watu maneno ya Mungu, kumuishia Mungu, kutenda mambo masafi, lakini wao walikuwa wanafundisha vitu ambavyo wao wenyewe walikuwa hawavitendi. Nndio mana Yesu aliwaona mafarisayo ni watu wanafiki, ni watu wanaofundisha vitu ambavyo wenyewe hawavitendi. Kwa hiyo Yesu akawakanya wanafunzi wake akasema, mafarisayo, mafundisho wanayoyafundisha yashikeni na myaishi, lakini kwa habari ya matendo yao msiwaige, kwa maana wanafundisha vitu ambavyo vye wenyewe hawayatendi. Je, waalimu wa namna hiyo kwa nyakati zetu wapo? watu wa namna hiyo kwa nyakati zetu hapo. Watu waliweza shika dini na wanawafundisha watu kuishi maisha matakatifu, lakini wao wenyewe hawayaishi hayo maisha matakatifu. Wanawafundisha watu wasiwe wazinzi, lakini wao wenyewe ni wazinzi. Wanawafundisha watu tusiwe wauaji, wao wenyewe ni wauaji. Wanawafundisha watu tusiwe wambea, wao wenyewe ni wambea. Unaweza ukakaa ukawaza, je, ni kweli watu wa namna hiyo wapo? Kama wapo, basi ujue hao nao wana roho za kifarisayo. Lakini pia sifa nyingine ya Mafarisayo inapatikana kwenye kitabu cha Marko sura ya saba mstari wa sita na wa tisa mstari wa sita hadi wa tisa Marko saba ina, ina, ina tue, hapo utakutana na andiko ambayo unaona mafarisayo walikuwa na tabia ya kuwafundisha au tuisome kabisa hiyo Marko sura ya saba mstari kuanzia wa sita hadi wa tisa neno la Mungu linasema akawaambia, akawaambia Isaya alitabiri vyema juu yenu, ninyi wanafiki. Hao mafarisayo anawaita wanafiki, kama ilivyoandikwa watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Mafarisayo walikuwa wanamuheshimu Mungu kwa midomo yao, lakini uhalisia, mioyo yao iko mbali na Mungu, wakieleza mambo ya kuonyesha wanampenda Mungu kwa midomo yao, wanaonyesha kabisa wanampenda Mungu, ni wacha Mungu, lakini mioyo yao ilikuwa mbali na Mungu. Yesu anaendelea kwa kuwasema mafarisayo, anasema nao waniabudu bure. Kuniabudu kwao kuna faida yoyote? Wananiabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo mapokeo ya wanadamu. Mafarisayo walikuwa wanafundisha mafundisho mapokeo ya wanadamu, mafundisho yasiyotoka kwa Mungu, wanajitungia mafundisho yao, wanasema haya ndio mafundisho ya Mungu. Sio maneno ya Mungu, sio mafundisho ya Mungu. Wao walikuwa wanatunga mafundisho yao, na mwisho wa siku wanaambia watu, hayo ni mafundisho ya nani? Ya Mungu. Unaendelea mstari wa nane, anasema: ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Hawa watu walikuwa hayashiki maneno ya Mungu, lakini wanashika mapokeo ya wanadamu. Kwa hiyo hiyo ndio roho ya Mafarisayo au dini ya Kifarisayo ilibebwa na watu wenye tabia za namna hiyo, watu wenye sifa za namna hiyo. Neno hili na mafundisho haya yatutengeneze yatu yatu yatu yatu yatu sisi, au yatufanye sisi wa nyakati hizi zetu tujiangalie. Je, na sisi tuna roho za Kifarisayo? Ni kweli, tunasema tunamwabudu Mungu wa mbinguni, tunamwamini juu ya Mungu wa mbinguni, tunaamini kuna siku Mungu ataenda kutusimamisha kwenye kiti cha enzi cha hukumu yake, lakini mwisho wa siku matendo yetu Je, yana akisi na kuonesha tuna mcha kweli huyo Mungu wa mbinguni, au matendo yetu yanakinzana na kuimani ya kweli ya Mungu wa mbinguni? Kwa hiyo mafarisayo ni watu ambao walikuwa wanaamini juu ya uwepo wa Mungu, wanaamini kuna Torati ambayo inatutaka tuishi maisha matakatifu, lakini kiuhalisia walikuwa ni waovu. Nabii Yohana, Yohana Mbatizaji alisema enyi mafarisayo, nani aliyowaonya kuikimbia ile ghadhabu ya siku ya mwisho? Kwa maana nyinyi ni uzao wa nyoka. Yohana Mbatizaji alikuwa akiwatazama mafarisayo, ndani yao anaona kabisa ndani yao walikuwa na roho za kishetani, roho ya nyoka, roho ya kishetani. Kwa nje walikuwa wanaonekana ni watu wacha Mungu, lakini walibebwa na nguvu ya unafiki na kukenda maovu na maasi ya kila namna. Mungu wa mbinguni akubariki sana, akulinde na usiwe na roho ya kifarisayo. Ukisema una mwabudu Mungu wa mbinguni, mwabudu Mungu katika haki, simamia haki, iishi haki, usiwe mnafiki kama mafarisayo. Mungu akubariki sana, ishi maisha matakatifu, mche Mungu katika roho na kweli. Amen.